Leo nipo hapa kulihutubia Bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa Bunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu.